Nina kusalimu katika jina kuu la thamani la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunamshukuru Mungu baba kwa ajili ya Jumapili nyingine ambayo umetupa kibali cha kukutana tena ili kushirikishana habari za uzima. Naamini ulienda kusali leo, au kama ni mcha Mungu, basi ulipata muda wa utulivu na Mungu, kama ilivyokawaida, watakatifu wote nami pia tumemaliza ibada mda sio mrefu ya Jumapili ya leo na ninapenda kwa heshima kubwa ni kushirikishe yale ambayo yamejiri katika madhabahu. Naitwa mchungaji Sako Mayrick wa kanisa la Success Chapel Nzinje kwa Pinda, Dodoma. Ibada zetu zipo kila Jumapili saa tatu kamili asubuhi mpaka saa tano na nusu ibada ya pili na ibada ya kwanza iko saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu. Nitafurahi siku moja nikakuona Jumapili umechukua maamuzi kadi ya uongozi wa Roho Mtakatifu akatutembelea na nakuambia, hautakuwa kama ulivyo leo. Somo kubwa kutoka madhabahuni ambayo tumejifunza linaitwa ufalme wa mbinguni. Ufalme wa mbinguni. Sasa naomba utambue kibiblia, kuna ufalme wa mbinguni na ufalme wa Mungu tofauti. E, neno ufalme wa Mungu limetumika kama sehemu moja tu katika kitabu cha Mathayo sana sana. Sasa tunaposema ufalme wa Mungu, tuna maana kule Mungu anakokaa. Kitabu cha Zaburi sura ya mia moja na tatu mstari wa kwanza mstari wa, wow, wa kumi na tisa inasema Mungu anakaa katika kiti chake cha enzi kule mbinguni na anatawala vyote. Kwa kule mbinguni ni ufalme na una kila kitu. Nitakuelezea vizuri muda mfupi nini vinatakiwa kuwa sifa za ufalme kuna malaika, kuna majeshi na kuna kazi mbalimbali za Mungu. Na ukitaka kuelewa vizuri kwa upana wake ufalme wa mbinguni kama somo, napenda tu mwangalie mtu mmoja ambaye alipata neema akwenda mbinguni, anaitwa mtumishi wa Mungu Paulo, katika kitabu cha Wakorintho wa pili, au waraka wa pili wa Wakorintho ile sura ya kumi na mbili mstari wa pili anasema namjua, mtu miaka kumi na nne iliyopita, ambaye alichukuliwa kwenda mbinguni. Anasema alikuwa katika mwili sijui, alikuwa katika roho sijui, lakini nachojua ni kwamba alichukuliwa akaenda mpaka mbingu ya tatu, ambaye anajiita mwenyewe Paulo na akakuta kule vitu ambavyo vinavezi kusemeka kwa. Kumbe kuna mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, alafu kuna mbingu ya tatu. Sasa ili unielewe vizuri, nataka tuende taratibu. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu anasema hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, mbingu na nchi tuna maana mbingu ya kwanza. Mtu mmoja akauliza akasema, hivi Mungu wakati anaumba mbingu na nchi alikuwa wapi? Nitakwambia alikuwa mbingu ya tatu. Kabla mbingu unaiona na dunia vijaumbwa, kuna mbingu nyingine huko juu. Sasa mbingu ya kwanza ni unaiona ambao kuna dunia, alafu unaangalia juu kwa mawinguni unaona kuna ndege wanapita ndege zinasafiri na vitu. Hii ndio mbingu ya kwanza, ndio mbingu tulionayo hii mbingu ya pili ni kule kwenye sayari kwenye nyota mwezi, jua na vitu vingine vya huko juu, vimondo na kadhalika. Hiyo inaitwa mbingu ya pili. Watu wengi wanaamini kwamba ndiko shetani anakoweka makao yake makubwa katika mbingu ya pili. Kwa nini? Kwa sababu ya ile kitabu cha Daniel ambapo mfalme wa Ajemi alimpinga malaika Gabrieli alipokuwa analeta baraka kwa Daniel au majibu ya Daniel kwa siku ishirini na moja. Kwa hiyo ni mbingu ya pili. Mbingu ya tatu ndio aliyokwenda mtumishi wa Mungu Paulo. Ni mmoja kati ya watu ambao Mungu alimpa neema ya kufika mbinguni kule kwenye mbingu ya tatu. Ndio makao makuu ya Mungu, tunasema Baba yetu uliye mbinguni. Kwa Mungu anakaa kwenye kiti cha enzi ukitaka kukielewa vizuri kasome kitabu cha Isaya sura ya sita kuanzia mstari wa kwanza. Anasema, mwaka ule alipofariki mfalme Uzia na limuona Bwana ameelezea ameketi, na vazi lake limefunika mpaka kwenye hekalu lote, na amekaa juu ya maserafi na makerubi wanamzunguka. Hiyo ndio mbingu ya tatu. Sasa kule ndo tunaita ufalme wa Mungu, ufalme wa Mungu ambako tunaamini kama Wakristo kwamba tutakapokuwa tumelala tutakwenda kule kwa Mungu. Bwana Yesu anasema sasa, anaongea kuhusu ufalme wa mbinguni. Nimeeleza kuhusu ufalme wa Mungu ambao uko mbingu ya tatu ule ufalme wa Mungu unapokuja katika mbingu zote, Yesu anauliza, anasema, tuambie ufalme wa mbinguni utakuja nini? Anawajibu Mafarisayo, ufalme wa mbinguni hauji kwa kutazamatazama, ufalme wa mbinguni umeshakuja ndani yenu. Wanashangaa, wakastajabu sana. Sasa nisikilize kwa makini. Unawezaje kuingia katika ufalme wa Mungu wa mbinguni, na baadaye Yesu akirudi, ukaingia katika ufalme wa Mungu? Tutaingia mpaka kote, Yesu akirudi naenda kwa Mungu, sasa hivi tunaenda katika ufalme wa mbinguni. Nisikilize kwa makini, kitabu cha Yohana sura ya tatu mstari wa tatu. Bwana Yesu akamwambia mtumishi wake ambaye anaenda kumwangalia kumtembelea jioni ya lile, akaambia. Yesu akajibu akamwambia, mtu ambaye ajazaliwa mara ya pili hataona kamwe ufalme wa mbinguni. Kwa ili kuingia huko lazima uzaliwe mara ya pili, lakini pia Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na mbili anasema wote waliompokea, aliwafanya kuwa wana wa Mungu ndio hao waliamini, kwao ili upate tiketi ya kufanya kuwa raia wa mbinguni, ili uweze kufanya kazi katika ufalme wa Mungu ambao unatawala dunia ya vitu vyote vilivyoko, ni lazima uweze kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sasa hebu nielezee kidogo sifa za ufalme. Ufalme ni lazima Ukiita kitu kinaitwa ufalme, lazima kiwe na vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni mfalme. Mungu Baba ndiye mfalme ambaye ametuletea Immanueli, Mungu aliposhuka chini akauleta ufalme wa mbinguni. Kristo alipozaliwa, Immanueli, Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo ndo daraja pekee la sisi kuona ufalme wa mbinguni ambao uko ndani yako, uko ndani yangu. Cha kwanza lazima kuwe na mfalme, na nimekusomea Zaburi mia moja na tatu mstari wa kumi na tisa unaosema kwamba Mungu anakaa kwenye kiti chake cha enzi mbinguni na anatawala vyote. Sasa unisikiliza kwa makini, sifa ya pili lazima kuwe na mahali. Ule ufalme ni wa mahali gani? Mungu ni mfalme katika mbingu ya kwanza, mbingu ya pili na mbingu ya tatu, kwa hata hapa katika dunia tunaoishi hapa, mahali ambapo tupo, Mungu ndiye mfalme, Mungu ndiye anatawala vyote. Lakini pia kule juu mbinguni anatawala, mahali kote yeye anatawala. Cha tatu, ufalme wote lazima uwe na katiba, lazima uwe na sheria na taratibu. Hauwezi kuwa na ufalme ambao hauna sheria wala taratibu wala katiba. Sasa ufalme wa mbinguni, taratibu zake, sheria yake, kanuni imeandikwa katika kitabu hiki. Ndiyo maana Zaburi sura ya kumi na saba kuanzia mstari wa kwanza inaelezea kwa umakini umuhimu wa kujua neno la Mungu. Hata Zaburi sura ya kwanza anasema, heri mtu huye asiyekwenda katika shauri la wasio wake, anasema bali sheria ya Bwana huitafakari usiku na mchana. Anasema mtu akishika kitabu hiki atafananishwa na mtu uliopandwa pembeni ya maji na majani yake hayakauki. Mpendwa katika Bwana, mkristo asiyesoma biblia amekufa. Natamani kama umeshampokea Kristo, basi ukatembee katika ufalme wa mbinguni. Ufalme wetu sio wa dunia hii. Tunaambiwa katika kitabu cha Petro wa pili sura ya tatu mstari wa kumi kwamba dunia hii yote itakunjwa kama karatasi, itatoweka. Lakini tunaambia katika kitabu cha Yohana sura ishirini na moja nami nikauona mji mpya mtakatifu Jerusalemu, kuna mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo ukishakuwa umemwamini Kristo na ukasimama katika neno hili, kuishi ni faida, kuishi ni Kristo, kufa ni faida, uogopi chochote kwa sababu ufalme wa Mungu ni uzima wa milele. Ufalme wa mbinguni hauna mwisho. Bado ulipo hapa duniani, Mungu amekuita kwa kusudi, na kusudi nalipata katika kitabu hiki, najua ninayowazia ni kuwapa nyinyi matumaini siku za mwisho. Mkabidhi Bwana njia zako, naye atazidhibitisha mtendo katika Bwana. Yatosha siku ya leo yale ambayo Mungu imempendeza tushirikiane. Ninakushukuru kuchukua muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno la uzima. Ninaomba Mungu aendelee kuongea na nafsi yako. Kitu cha msingi, soma sana na umjue sana Mungu wanenohili. Tunaona tena Jumapili ijayo baada ya ibada. Ninakutamkia heri na baraka juu ya maisha yako. Yesu Kristo ni Bwana wa mabwana na Mfalme wa falme. Mungu akubariki. Amen.